Nyinyi madogo hivi hivi, kitu ambacho kinafanya nini msielewe hesabu ni kipi? Sasa wewe ndio uelewi kabisa hesabu, wewe ndio unaupa wako kama unyango. Wewe kitu ambacho wewe ni nini hivi, kama mimi napata chabu hivi kuwafundisha hesabu. Mwalimu wenu vipi huko yeah? na ndio maana kila siku nkirudi shuleni nakagua madaftari. Mimi sifanani na wazazi wengine ambao hawakagui madaftari ya watoto. Na nasikia huko kuna vitabu vinatoka vinafundisha ushoga. Nasikia huko. Na, kwa kwa kuna vitabu vinatoka, sivyo, vinafundisha ushoga. Na kagua kila kitu. Sasa nyinyi hesabu mnajua. Wewe tano jumlisha tano ngapi? ngapi? naongea. Saba. Saba. Saba, saba, saba. Yeah. Saba jumlisha tatu. Hivi kaka, ule ukoko wa jana ulibaki? Ukoko? Yaani mambo ya saba kwa nasema ukoko.